Ratiba ishawai kukata mechi me, nne mfululizo kachezwa bila kubadilishwa lishawai? Sasa tunasemaje kuna mafanikio? Rifrei sasa hivi anakuja ya matukio yake mfukoni, namna anakuja na anakimbia na nyata nyatu, nyatu nyatu weka pale penati, hata kanje ya box. Haya ndo mafanikio? Tubaki katika hoja, tuache kufanya dagli, dagli. Watu wametoa hoja, simamieni hoja, jibuni. Mm -hmm. Toeni hiyo ratiba muone na sisi majawabu yetu tutakayosema Tusi, tusicheze na hisia eh, za, za watu kwa kufanya eh, eh, ujanja ujanja wa kuzima hoja. Mafanikio makubwa mpira kwenye nchi ni clubs za Simba, Yanga, zimejitahidi, wamefanya investors, wameweka hela. Ghalib na mwenzie mm wameweka fedha ndio msingi wa mafanikio ya clubs na clubs zenyewe, pamoja na Azam clubs zenyewe tatu tu zinafanya vizuri, zina zinashindana, zina, zina wanakuja kina pakome wanakuja, sio kina huwa wanakuja wachezaji kina Kiprecheche zamani. Hakukua zamani, ligi inapigwa hapa loko tu kwa wachezaji mchezaji mmoja au wawili, ndio nitokeni wanatokea nje. Sasa hivi wachezaji kumi na ngapi wanaruhusiwa, kumi na mbili si na wachezaji wanaleta, kweli hawaleta, wachezaji wa bei rahisi wa dola elfu moja? hamna mchezaji wa foren hapa wa wanacheza Simba Yanga, wa Azam analipo chini ya dola elfu tano. Hamna hamna. Kwa hiyo hizi klabu zimejitahidi kugusi hicho kinaichwa mafanikio, lakini na bado mimi mi, mi nimefuatilia mpira wa nyumbani kwa miaka mingi, hakuna kipindi ambacho kina malalamiko mengi ya referees kuliko kipindi hichi maamuzi mengi mabovu mengi mabovu, kila mtu analalamika, wakati mwingine mpaka viongozi wa serikali wanasikia wanalalamika. Hayo ni mafanikio? Referees wengi wanakwenda kuchezesha pale tayari wana matokeo yao mfukoni. Hakuna kipindi ambacho ratiba za ligi zinabadilishwa kila wakati kama kipindi hiki. Hayo ni mafanikio? Tusikatie denge mafanikio ya timu 24 shekhe, inatakiwa ijibiwe hoja hoja ya Young Africans ijibiwe kwa maandishi, wameleta hoja ijibiwe, sio kusema mafanikio, hakuna cha mafanikio Simu. Timu 24 si, timu 24 kufuzu AFCON, tutakuwa wenda azimu, tusipofuzu ni okay, sawa na wale timu 150 FIFA World Cup ijayo hiyo, ambayo bwana, timu 150, si hatumo, si tutakuwemo, tutaenda kuomba Mungu. Nilikuwa nimeghafilika hivi, kuko na uvunjifu wa amani pale wa, wa, wa amani gani ilivunjwa? Livu, rushwa rushwa, nani rushwa? na unajua, ma, ma, wakati mwingine tunajipa madaraka tusiokuwa nao. Bodi ya ligi lini umekuwa Takukuru? wao ni anti-corruption. Bodi ya ligi lini umekuwa askari polisi? Ah, sasa mi mi mi mi mi sielewi inatokea wapi ile hoja. Ndio maana wakakutana alfajiri alfajiri. Na mbona bara ya kwanza kiongozi wao alisema kwamba mechi ipo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 Sio mafanikio, wanaongea kwa hisia. Kwanza hawawezi kwenda, yaani hawawezi ku, ku, ku, timu kupelekwa na viongozi wetu, lazima tuwape respect. Uh, na wao wanajua hisia za Wanayanga, wanaziona hawawezi kuruhusu hilo jambo. Kwa hiyo mi sina shaka, yaani sina shaka hawawezi hawawezi, hawawezi, hawawezi, hawawezi, hawawezi, hawawezi, hawawezi, hawawezi. Hawawezi yani kuchukua, hawawezi. Kwa hiyo wala wazee wetu, msiwe na shaka hili jambo eh, watulie, watulie. Hili limemkera kila mwananchi na ndio maana umeona hizi zinaanza kufanyika. mafanikio AFCON AFCON 18 zinatusaidia nini? tukaenda kule kuni... na tuingie katika mataifa chungu mzima, yani mimi he unajua, nadhani wa, wa, wa, wa, wa timu yake ya media haijafanya homework vizuri wangefanya homu singe kuja na haya mafanikio ya timu ishirini na nne. Kuna watu walifuzu timu sita, afrika nzima timu zilikuwa zinatakiwa sita tu, bingwa mtetezi anaingia na mwenyeji alikuwa Nigeria sita, pemepigwa kwelikweli mpaka kupatikana leo unaingia timu ishirini na nne alafu unapangiwa grupu Lisoto Shelisheli sheli, Bangladeshi Papua New Guinea utakosa kufuzu? We, una Bangladesh una Papua New Guinea lazima ufuzu. Tusijione hiyo jambo la maana, tunafanya hakuna, hakuna chochote, kwa sababu hata angekuwa nani, hata ukinandolanga ao unaona comments wanadhihaki viongozi waliopita, wajifanya kitu kinatenga tenga, ndio katengeneza msingi wa wa, wa, wa, wa administration katengeneza structure zamani. Ilikuwa mpata mpata ya mpira wa Tanzania makofi kila siku, mapinduzi kila siku, haya yanayoitwa mafanikio. Kuna mwanamume alikaa chini akatengeneza aka akashape aka structure ya TFF kuanzia jina mpaka structure yenyewe, wale ndio wanatakiwa wakumbukwe. Kuna mtu kama uh, mzee Said Hamad Elmamri, kafuzwa hapo ni timu sita sita sita brada, lakini watu wanasema, wanasahau, wanaona kama wengine hawakufanya kitu. Wamefanya kwa kadiri yao naye kafanya kwa kadiri yake, lakini isitumike dhana kwamba katika marais wote hundu kafa. Kipi alichokifanya? Vurugu tupu kwenye mpira, kila siku watu wanakoy, wanafungiwa, ama ratiba zinabadilika, marefaii kila siku wanatukanwa. Unasemaje mafanikio haya? ni mafanikio haya sio mafanikio. Kama kuna kipindi kinaongoza kwa vurugu kwenye mpira nchini, kipindi hiki. Najua wengine watasema ah, hey, hey, kwa sababu. Hapana, anazungumza facts. Ratiba ilisha kukata, mechi me nne mfululizo kachezwa bila kubadilishwa, lishawahi. Sasa utasemaje kuna mafanikio? Referee sasa hivi anakuja na ya matokeo yake mfukoni, namna anakuja na anakimbia na nyata nyatu nyatu, weka pale penalty hata nje box. Haya ndio mafanikio Tubaki katika hoja, tuache kufanya dagri dagri. Watu wametoa hoja, simamieni hoja, jibuni, toeni mm hiyo -hmm. ratiba, muone na sisi majawabu yetu. ha, uh, media dressing zinafanyika mm -hmm. Nadhani watu wangejikita katika hoja iliyopo mezani mm -hmm. Yani sasa hivi kufanya media dressing kwanza ku watu katika mstari asaidi chote turudi tustik katika hoja. Bahati mbaya sana hao wanaoandika andika wanaosema sema kwenye maredio wengi hawajui. Ni kweli tumefuzwa Afcon elfu mbili na kumi na tisa chini yake rahisi ishirini na tatu ishirini na tano inatumika hiyo kama silaha, mkijenga hoja hiyo ndiyo kuwa silaha fimbo kwamba tumeenda Afcon mara tatu chini yake mm haiwezi -hmm. kuhalalisha hoja iliyopo mezani wala kuharamisha hoja, hoja, ili hoja ijibiwe kwa hoja mahsus, sio kufanya twist ya mambo lakini hmm. hata hao wanaosema mafanikio hoja ni wafundishe watu wetu hii kitu wameivamia kwenye mpira huko hmm. <coughs> nyuma AFCON ilikuwa timu chache sana tatu sio nne hmm. ile ya kwanza, baadaye Kafu ambao zamani hawakuwa wanaitwa CAF. Hii leo nawafundisha, natoa elimu. Ndio walikuwa yeah. wanaitwa AFC African Football uh, AFC African Football uh, nadhani Confederation, si kitu kama hivi. Baadaye wakaanza kutumia uh, CAF mm -hmm. wakaamua timu ziwe sita baada ya kutoka tatu au nne mm -hmm. Yani AFCON ilikuwa inachezwa na timu sita na wakati ule walikuwa wakiitwa mashindano ya mataifa huru ya Afrika lazima taifa lako ili lishiriki lazima liwe huru kwa maana ya kidola haikuwa inaitwa afco na, na majina mapya yamekuja eh, zama zenu hizi timu Tim sita zinazoshiriki imagine wakati ule mataifa huru ya Afrika yalikuwa yanakaribia hamsini kiacha South Africa Namibia walikuwa wamefungiwa hawashiriki Uh, South Sudan taifa jipya hili nadhani uh, kama uh, Eritrea something like that. Kwa it's chini ya yanakaribia hamsini mataifa sita, fikiria, yanakaribia hamsi, hamsini, mtafute nafasi na sio sita, mtafute nafasi nne pekee Pek. Moja, bingwa mtetezi anaingia automatically. Zamani ilikuwa hivi na nchi mwenyeji kwao katika timu nchi hamsini zinatafutwa timu hizi nne. Mm. Unaona uzito wa zamani ulipokuwa mm -hmm. baadaye ikaongezeka ikawa timu nane, ambapo sisi tulikwenda AFCON ya Lagos 1980 timu zilizofuzu miongoni mwa nchi hamsini ni timu sita. Unaona ugumu, mm -hmm. waliofanya uongozi wa zamani, sio nchi ishirini na nne sita, mbili zinaingia kama mwenyeji host na defending Champions ikenda, ikasogea ikasogea, 1992, mashindano ilifanyika ya, ya, ya, ya, Dakar Senegal, ambayo bingwa alikuwa uh, Ivory Coast alimfunga Ghana kwa penalty. Timu zikaongezeka kutoka nane mpaka kumi na mbili, lakini katika hizo 12 kumi na mbili kumi tu ndio ambazo nawakatiwe namba ya nchi washirika zishaanza kuongezeka, Namibia kishapata e, uhuru mm -hmm. South Africa siasa zake zile mwaka ule ndo amepata ame, ame baraka kushiriki Eritrea na nini. Kwa hiyo katika timu nchi labda hamsini na nne zilikuwa zinatakiwa timu kumi na mbili zicheze Afcon, mbili zinaingia kama defending champion na host, kumi mm -hmm. ndio zinagombea Shughuli haikuwa nyepesi kama wanavyodhani, maana sasa hivi mpira wetu umekuwa rahisi. Kwa sababu sasa hivi mm. timu ziko 24. Ile Afcon ya 2019 zilikuwa 16. Mm -hmm. Timu 24. Na katika hapo 24, mm -hmm. anayecheza kama mwenyeji ni mmoja tu. Anaingia kama ka mshiriki. Mm -hmm. Nchi 23 katika nchi hamsini na nne au hamsini, wakati mwingine kuna nchi hazishiriki mechi za qualifying, na kuna nchi 46. Ni kama nusu kwa nusu. Tutakuwa taifa la hovyo sana kipindi hiki kama tutashindwa kufuzu Afcon. Yani tutakuwa ni taifa la ajabu kweli, nchi ishirini na nne tushindwa kufuzu. Hapo mnachana, ni mafanikio hayo? Sio kwa sababu yani, ha, ha, hata hata hata ha, yoyote uliangeka kwa, ta, kwa Tanzania ukubwa wake, hatutakii kuji kuji tukuza eti kwa kufuzu kwenda Afcon wakati washiriki wenyewe ni ishirini na nne mm. Kwa hiyo unaposema mafanikio kuliko rais yote wa nyuma, hawa wa nyuma wakupata hizi opportunities huko nyuma, mpata mpataye timu sita, timu nane.